Ford Kenya msajili wa vyama vya siasa alipobumburusha wanasiasa kusajili upya vyama vya siasa kabla tarehe 30 Aprili mwaka huu, baadhi ya vyama hivyo vilitumia ujanja kuandikisha wanachama. Upekuzi wa orodha ya vyama ulifichua maelfu ya watu walisajiliwa bila ya idhini yao. Kuna kuna jambo ambalo mwananchi anaweza kufanya, anaweza kushtaki hilo hiyo chama ama eh, anaweza kuzuia chama hicho kisi kisishiriki kwa uchaguzi. Interestingly, even uh, directors who sit at IED, some of them found themselves their their names in certain political parties without their consent. Msajili wa vyama vya siasa alivipa vyama vilivyowasilisha kwake orodha gushi na kupokea vyeti rasmi vya usajili siku tisini kurekebisha makosa. Muda huo unakamilika mwisho wa mwezi huu. Serikali nayo imetakiwa kuharakisha shughuli ya kumteua rasmi msajili wa vyama pamoja na manaibu wake watatu ili waanze kukabiliana na ukiukaji wa sheria ya vyama. Kwa mfano, kuna uwezekano baadhi wana ya wanasiasa watawasilisha majina ya wapiga kura ambao wa hawajasajiliwa kama wanachama vyama vyao miongoni mwa orodha ya watu waliowateua kuwania nyadhifa mbalimbali. Mbali. You leave it unchecked. It means that you are opening a floodgate not just for political parties themselves but for individual candidates so that we end up in a situation where nominations are also marred with fraud. We don't want that. Tume ya uchaguzi imetakiwa kuwachukulia hatua kali wanasiasa ambao tayari wamejitosa kwenye kampeni kabla ya msimu wa kampeni kutangazwa rasmi. Sisi tunaona hiyo kama ni ile tunaita kwa Kiingereza impunity, na hasa kwa sababu inahusisha wakuu hata wa serikali, wakuu wa nchi. Patrick Amimo, KTN leo.